So, mm, unaenda uh, mm, kufanya nini mbinguni? Swali so, hilo ungeniuliza mwaka jana kabla ya Februari, it doesn't make sense at all, sababu Live na Gee Roundup lakini wote mnafanya manipulation, wote mnafanya manipulation na inspiration. According to you, and I, I respect that. Wewe kama unaona Bible and religion is manipulation, good for that. No, no, no. Mm, manipulation, na maanisha ile kutaka kuniaminisha kwa sababu gani? Okay. Okay, okay, we need to define manipulation kwanza. Manipulation ni pale unakuwa na agenda, agenda ya siri. Katika neno la Mungu hakuna agenda ya siri. Agenda iliyopo ni kwamba wewe uotoke katika dhambi. Dhambi ni utumwa. Na ndio maana Yesu aliwaita wale wale Wayahudi kwamba nyinyi ni watumwa. Sasa sisi tuko watumwa misli kule, sasa hivi tuko, tuko huru sio utumwa huu physical. Kwa hiyo utumwa wenu ni huo tumwa wa wa, wa, wa, hizo dhambi zenu. Ndio maana mimi nilikuwa mtumwa wa dhambi sababu nilikuwa siwezi kuishi bila kunywa pombe, huo si ni utumwa huo? Nilikuwa siwezi kuishi bila kufuta sigara, huo ni utumwa huo. Yani kitu ambacho kwamba huwezi kukifanya kuishi ku, ku, bila kukifanya, huo ni utumwa. Kuna mwingine huwezi kuishi bila kufanya masturbation, huwezi kuishi bila ku, ku, ku, kuwa na mademu made, wengi wengi. Na ukisha kuwa na mademu wengi, namba moja, wewe lazima uwe muongo, maana kwa hiyo ujue Aisha ulimwambiaje, Neema ulimwambiaje. Namba mbili, lazima uwe maskini sababu Aisha atataka nani ya kutolea, atataka nauli. Kwa hiyo, yani, huo ni utumwa ndugu yangu. So sele unaenda kufanya nini mbinguni? Ndio maana kuna kuna vitu viwili vya watu wabili watofautishe, kuna ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni hasa, okay. huwe, huwezi ku, kuona ufalme eh, wa wa Mungu kabla hujaokoka uzaliwa mara ya pili. Fahamu Mungu si ndio hizo power sasa. Kwa kwa hiyo sasa mm. -hmm. wewe ni mtu, mtoto wa Mungu. Una images. Tunafanyaje? Naomba baba hebu naomba guess hapa. Kwa hiyo yaani unajua unajua sisi tulipozipokea ni kitu tupo... gani? Tunaelewa... Okay, at least tunatuelewa mm -hmm. kwa nini it makes sense. Yeah, it makes sense sababu yeye ni watu wa duniani na vitu <laughs> vya Of course same kwamba wewe ah kuna ongelea, no, no. no. no abuo kwenye mdiabidietaomana anakumbiaje nani? Swali hili ungeniuliza mwaka jana kabla ya Februari, it doesn't make sense at all, sababu duniani mimi nimefundishwa, nimeenda shule primary school, secondary school, university, kote nimefundishwa kwamba i have to deal with physical things na lazima b lazima iwepo, si ndio? Sasa nakuja katika ulimwengu mwingine kuni tofauti kabisa, yani kwamba hii sahau haya maformula ya yaani hizi huu utoto wachana nao. Ndio maana bwana Grayson, inabidi nikuuliza ni swali moja, wewe umesoma shule ya msingi, si ndio? Um, anyway hata kama umesoma ni, ni private, lakini umesoma kitu kinaitwa kitu, kitu, kitu, public education. sasa kwa nini ujiuliza kama kama kuna public education, maana kuna private education. mm -hmm. mm moja yako? Private education inafundishwa wapi na inafundisha kitu gani? Halafu pia, inabidi ujiuliza kwamba kwa nini kuna kitu kinaitwa secret society? Huko wanajifunza nini? Kwa mfano kama kuna kitu, unakifahamu kitu kinaitwa Bones and Skull? Ya, ni moja ya secret societies. Uzuri umeongea. tulikuwa kwenye hii episode pia ya tunaelezea hizo jamii za siri wanaamini nini na nini kwenye picha. Mm-hmm. Linaanza la, okay. Eh, eh. Kwa mfano, kwa mfano Bones and Skull, eh, ipo chuo kimoja pale Marekani huwezi kuwa memba kijinga jinga tu, lazima yaani, kuna kuna fomula watakualika wata wao. Lakini sa je, wanafundishwa nini humo ndani? Na kwa nini wengi waliomo mle wanatoboa? Ina maana kuna private education ambayo wewe unahangaika unaenda shambani physically unalima na nini na nini unatoka jasho una, na na wenyewe una, kodi unalipa una, una una na nini. Kwa hiyo kuna elimu nyingine ambayo unaweza katoboa. Nikupa mfano. Kwa mfano kuna mchungaji hapo Tanzania anaitwa Pastor Tony Kapora. Utajiri wake ukiangalia kwa hali ya kawaida how make sense, lakini in the kingdom it makes sense, na ndio maana kuna siku walikuwa naomba visa kwenda Schengen nchi za Ulaya huko, wanakuomba nani? Eh, bank statement. Unajua kuna watu wanakosa visa sababu hawana hela kwenye benki, sindio? Lakini hmm, ule bwana wakaona mbona hizi hela, yaani unajua unaweza kuwa na hela nyingi mpaka wazielewi, ukakosa visa. Kosa ndio, ndio, yaani ujue kwamba hapa duniani kuna maisha yapo katika layers na katika layers nyingine ha, haiko katika public. Kuna maisha una mtu unaweza kumuona ukamhurumia tu kwamba huyu hapa ana public education ana public knowledge, hana private knowledge na hiyo private knowledge. Na ndio maana hata mtu mwingine ukimuuliza, kama juzi nilipokaa na Waswahili hapa, hai make sense. Mswahili unakujaje holiday Bahamas next year, Australia. Australia. Unaenda Australia, unaendaje Australia, unaendaje yani kwa mshahara gani, kwa kazi gani? lakini so, sasa ukija katika hii kingdom, vitu vidogo, vitu vya kawaida hivi you unaona know, na ndio maana kuna mwingine akaniambia akawataka niuze, we kweli, umekupa Bahamas, mnaomba hotel reservation yake, nikamtumia hoteli, kaambia una isije hotel expensive hiyo, una una, una laje kitan, eh, eh, king size bed au uko na mtu mwingine yani i make sense sababu wewe mswahili umetoka za Kushinyanga, unafanyaje, una mambo kama haya, unaona you know, lakini okay. so, hapa kweli sele mtu akiwa deep kwenye upande huo wa kwenu na vitu vzunguka na maisha yake yatakuwa makubwa, usiingie shida. Ni kwamba mbona mbona kuna watu wamefia kanisani, kila siku Jumapili wako pale, wanaamini <laughs> wanafanya <laughs> kazi kwa bidii lakini <the> <laughs> mwisho wa siku, unaona tu kila siku anapeleka anapeleka, lakini anachopata yeah, yeah. sitaki kwa hukumu lakini, mimi nilichogundua mimi kumbuka mimi na madhambi yangu yote nilikuwa mwenye kiti wa Ukwata, yaani nafanya dhambi lakini, yani nipo kwenye dini na unajua kuna yeah. ile kuishi double life mm -hmm. sitaki kusema kama wanaishi double life, lakini mimi naamini kabisa in the kingdom, kama ukifata mifumo yote na, na inabidi. Ndio maana nasema ujikane, lazima ufe. Mimi mimi naamini kabisa Selemani, wa mwaka jana miaka juzi haisha kufa yaani yani, hapa ni of course this just physical body, lakini mm -hmm. like you must die first yani yani wewe uliyepo tunaye kuona leo, ambaye hujaokoka, ili uokoke, ndio maana inaitwa kuokoka. Unajua kamfakovitani kwenda kuokoka ni kwamba, yani umenisoma eh, umepona yani, ulikuwa kwenye sehemu zingine, sasa inabidi uwefuruni yani, kwamba yani ujikatae kwanza yani, yani, ula, mimi, ula, njihua, no. Mbesele, kwa lugha rahisi ni kwamba vyote ambavyo vy, vy, vy, vy, vy, ulikuwa na vitamani ambavyo ulikuwa vinakuendesha unaachana navyo yani, lakini mimi naamini pia sio rahisi. Na ndio mimi nashukuru imenitokea nikiwa ugaibuni sina mjomba, sina shangazi, sina Gleson ya kunipigia simu na nini. Maake ningekuwa kobongo ungiona labda unakuja kunitembea, kunipa kunipa moyo yani. Le ah, basi tutoke kidogo na nini kumbe Mungu anataka ile kwamba anakukausha ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana peke yako, yaani umtegemee mtu yoyote. Mimi nilikuwa sio mtu ambaye naweza nikakaa siku tano bila kuwasha simu e, eh, mm. siwezi kukaa masaa mawili bila kuingia Facebook, WhatsApp, Instagram na nini, lakini hiyo yote sahivi sahivi mimi haipo tena yani yaani huo mzuka haupo, yaani ile kukaa tu bila bila kuwa na kiap kama cha tinda. Unajua tinda sipo pia bongo eh? E, yani, yeah. we, jua bongo, shida tinda kuwapata kuapata madem kwa ngumu. Sasa kuna nchi ambazo mi nimeishi, yani y unaingia dakika mbili, unampa adresi yako a nakupa adresi yake, unaenda yaani show show. Sasa mm -hmm. inabidi unafikia level ambayo vyote hivyo vinakuwa haf, hauna mzuka navyo tena. Sijui kama inawezekana kwa, kwa wewe mwenyewe, mi nahisi kuna kuwepo na pawa inakusukuma kwamba sahivi tunaondoka huku tunaingia huku, na ndio maana sio rahisi kumbuka. Unajua, ukisoma kitabu cha, cha, cha kutoka watu walivokuwa wanatoka Misri kwenda nchi ya, ya ahadi, yani ukiisoma ile stori imetengeneza kiasi kwamba ni kweli kwamba it's not easy. Lazima kuna hapa katikati kuna shida, shida unavuka bahari ya sham na bahari ya sham awevuki rahisi rahisi tu, kuna mbwe, shida nyingi hapa katikati huko tena, baada ya sha kushaivuka, sa farao hawezi sasa ku, kwenda na wewe sasa sasa, kuanzia kwa, e eh, Red Sea, ni wewe na Mungu sasa, wewe na Mungu sasa. Mungu naye hajimanifesti haji easily kama vile wewe labda unamtekea una, una, mtoto wako, ni kwamba mimi navyowapenda watoto wangu one call

Hiyo training ya kufanya udependi kwake tu. Yaani kwa mimi sasa hivi jambo lote likimtokea, yani si babaiki. Yaani unajua kwa zamani ningekuwa na babaiki sasa, si babaiki yake najua mwenye show yake yupo hata kama akichelewa sasa hivi, kuna ana muda wake. Yaani mimi sasa hivi natembea kama vessel tu. Unajua vessel lile kwamba sio kwamba upompo mjinga mjinga tu lakini yani wewe maisha maisha yako, mm, kuna mwingine ambaye anayapush kwa nyuma. Yaani yani wewe Mungu hawezi kuja physically hapa. Yesu hawezi kuja, Hapa duniani kuna shida nyingi. Ndio maana Yesu alikaa miaka 33 baada ya kumaliza yani, kwa kwa si ya a mission yake katika kwa nini asingekaa muda mrefu? Maake mwenyewe alisema kwamba duniani naondoka, hii ni kazi mnayo. Yani anajua kasema hapa sio pazuri, yani yani hii ni sehemu sehemu ambayo sio nzuri hivi. Naamini kabisa nani, bwana Grace, kwamba kuna maisha ambayo yanaendelea, hauyaoni ila kuna siku ukifunguliwa, na mara nyingi wauweze kufunguliwa, si Mtu akwambia sio nifungue sio masaa kumi wa muongo. Yaani nifungue baada kwa baada sekunde ya tano. Kuna vitu ninavyoona vinaendelea spiritual na vitu vinaendelea. Ambapo pia zitakubalisha na jinsi ya kufikiri. Kwa hiyo kuna maisha ambayo yanaendelea hatuyaoni sababu ya macho, macho ya nyama haya ni geresha tu. Kuna macho wenyewe ukifunguliwa na ndio maana kuna masikio ukifunguliwa. Ndio maana hata ukiwa unasikiliza wimbo na kwa, na kwambia kabisa Gleason, kuna nyimbo ambazo unazijua sasa hivi, ukizisikiliza na siku baada ukafunguliwa masikio au macho, utasikia ujumbe tofauti na ambao uliopo. Yani, kuna surface meaning na ile ile deep spiritual meaning hata hizi video au madirector wa video deo na nini e, mm. Sijui wabongokina madirector ambao wapo deep kwenye video, wewe utaona ah, msichana anacheza siui e, mara huyu anafanya hiki lakini kuifunguliwa, kuna kuna yani kuna ibada kuna ma ma maisha ambayo yanaonekana yanaendelea humo. Watu wenye level hiyo ya uelewa ni wachache sana. Kama hivyo vitu vinawekwa kwenye nyimbo, lengo lao hmm, nini? Kwa sababu tukizungumzia meaning jambo kama nisipolitafsiri maana yake aliwezi kuniathiri. Ukiongea neno hapo ukanitukana Kichina, kama nisipoelewa mm -hmm. aliwezi kuwa tusi obvious, aliwezi kuwa tusi, physically lakini kumbuka, life is spiritual na na speed na, na na maneno ndio speed yenyewe. Kumbuka ukisoma kitabu cha yaani Genesis pale mwanzo tu, Mungu hapo mwanzo, Mungu alimwambia nje, lakini mstari wa fata wa tatu, Mungu akasema, mstari wa sita, Mungu akasema, mstari wa tisa, Mungu akasema. Yaani maneno ndio na, kila kitu na ndio maana kuna jamaa mmoja, sio kukatiza, hmm, sela anasema, aliniambia ji ukijua hmm, jinsi huyo jamaa alikuwa anamuuliza mambo ya ushirikina kweli, akaniambia ukijua jinsi makini unavyofanya kazi yeah, utakuwa yeah, makini sana na maneno unayojiongelea yeah, utakuwa very very very careful sababu man eh, vyote physical na vyovyona viliumbwa kwa maneno, na ndio maana Yesu anaitwa neno la Mungu, yaani ni neno eh. Mtu akiokoka anakuwa active spiritually, anaweza akasikia vitu ambavyo wengine hawasikii akaona vitu wengine haoni, lakini your spirit is still there, anakuambia tu ni, eh, nipe jina lake huyu Grace Gideon na nani, watu wanaongea maneno kwa masaa tisa pale wanaongea tu Kua, watu walishaongea sae uchawi sio kwamba mtu avae mango meusi, unajua si wasukuma menguo za, kienyeji, za ni, ni mashuka meusi, sio lazima avae yale pale, ndio afu, na jipake pake manani. Aa, na ndio maana uchawi wa, wa Afrika na uchawi wa, wa Ulaya uko tofauti, uchawi wa Ulaya uko very advanced. Na ndio maana eh, ndio maana unaona utashangaa ukimwambia Ulaya kuna uchawi. Ah, sisi sisi sisi tunakopa uchawi uchawi kule, ila uko advanced sasa, advanced in a way that unaweza kuwa presented somewhere ukapewa jina kwamba this is art, this is just a painting Yaani kuna unaomba huo ni mchoro na unaonyesha hiki. Yaani unajua, ndio maana kitu kinaitwa secret society. Wenyewe ambao ni memba wataelewa kwamba hapa na ndio maana kuna kuna kwa na coordinates. Yaani unaweza kaingia katika mji ukaona picha fulani, kama ni memba unajua kwamba hapa kuna jambo hili linaendelea, sawa? Lakini wewe utaona tu picha, utasema eh, labda picha labda labda labda, labda mnyama labda amesimama tu. Wewe oh, unaona tu mnyama amesimama au mnyama nusu binadamu nusu, yani unaona kitu ya, cha kufurahisha fulani hivi no. Lakini lakini zile ni kodi, ndio maana Bwana Grayson ah, maisha tusiyachukulie tu physical, wacho tufia shuleni sawa, tunawashukuru public school, lakini zote rubbish. Wewe uwezi weke tu kwamba hizi ni kukupoteza maboya tu. Ndio maana kuna watu wamesoma hawajatoboa, kuna watu hawajasoma na wametoboa.